Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu wetu mwaminifu, angalia Bwana, tumekusanyika, tumesogea mbele zako leo. Roho Mtakatifu, Baba Mungu tufundishaye, ili tupate faida. Sema nasi basi Bwana, ili tuweze kupona na kutoka katika mtego wa adui ambao watega wengi, ili waweze kunaswa katika uovu. Roho Mtakatifu, ambao umesema upendi kuona mtu yeyote anapotea. Karibu basi ili bwana aweze kusema nasi maneno ya uzima, ili Bwana tupate kupona nafsi zetu, roho zetu, na hata miili yetu pia. Asante Bwana Yesu Kristo, na kualika Roho Mtakatifu yatoe sasa ya Kristo Yesu Bwana upate kutupasha habari. Asante Bwana, tunajifunika ndani ya damu yako Mwanakondoo, ili tuweze kufahamu yaliyofichika kwa utukufu wako, katika jina la Yesu. Kwa somo letu la leo litakuwa le na kichwa cha somo kinachosema: uwezekano wa mtu kuyapoteza yale aliyoyatenda. Uwezekano wa mtu kuyapoteza yale aliyoyatenda. Watu wa Mungu, huwa tunafanyaga vitu vingi sana ambavyo huwa tunakuwa tumeelekezwa kwa mujibu wa maandiko mambo ya kutendea kazi. Huwa wengi tunajitoa, wengi huwa tunafanya mambo mengi sana, huwa tunajitahidi. Tunapoelezwa kwa habari ya kuishi maisha ya usafi na utakatifu, wengi wetu huwa tunafanya. Tunapoelezwa kwa habari ya kutoa, wengi wetu huwa wanakuwa ni waaminifu. Mtu tunapokuwa tukifundishwa kwa habari ya mambo tu mbalimbali, watu wengi huwa wanayatendea kazi lakini katika kuyatendea kazi huwa anakuwepo adui ambaye huwa anakusudia kuwakosesha wanadamu yale ambayo wanayoyafanya, hatimaye waje watende mambo yatakayofanya waje kuyapoteza yale ambayo waliyoyatenda. Ndiyo maana maandiko yanatuambia kwamba kama wewe unasema ni Mkristo au umekolewa, haina budi basi kuenenda vile vile kama Kristo alivyoenenda kwa sababu usipofanya hivyo, kuna mambo yatakao kuja kutokea ambayo yatakaokuja kuwa ni hasara kwako. Katika waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya pili na ule mstari wa sita waraka sasa uh, wa, wa kwanza wa Yohana sura ile ya pili na ule mstari wa sita maandiko yanasema yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Unaona, ikiwa tunasema ati sisi ni watu wa Kristo, inatupaswa sasa kuenenda vile vile kama huyu Yesu Kristo alivyoenenda. Ikiwa hatutaweza kuenenda hivyo, tujue kabisa kuna uwezekano mkubwa wa kuenda kuyapoteza yale Tuliyo yafanya. Angalia vizuri, tuende kwenye uh, neno letu la msingi katika ile waraka wakwa, wa pili wa Yohana, waraka wa pili wa Yohana. Sasa ile sura ya kwanza na ule mstari wa nane waraka wa pili wa Yohana sura ya kwanza mstari wa nane Jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mliyo yatenda bali mpokee thawabu timilifu. Turudie tena hapo, jiangalieni nafsi zenu msiyapoteze mliyoyatenda bali mpokee thawabu timilifu. Manake unaweza ukatenda alafu baadaye ukayapoteza yale uliyoyatenda. Unapokuwa unafanya kama yale ambayo nimetangulia kusema pale mwanzo kwamba wengi wetu watu tunajitahidi kufanya lakini huwa baadaye unaweza ukaja kuyapoteza. Wako wengi ambao waliishi kwenye hii dunia, lakini baadaye waliyapoteza yale walioyafanya. Na wengine, mpaka muda huu tunapoongea sasa hivi, kuna wengi tayari wameshayapoteza yale walioyatenda. Utaenda kujua kwa undani zaidi ikitokea mtu akawa alikuwa ni mtoaji sana halafu baadaye akaacha ku, kile alichokuwa anakifanya, au alikuwa anaishi kabisa maisha ya usafi na utakatifu, alafu ikatokea akaacha yale ambayo alikuwa anayatenda, alafu akafa katika mazingira hayo, tayari yale yote ambayo alikuwa akayatenda tangu mwanzo, hayo mambo atakuwa ameyapoteza. Ndio maana kuna watu wengi katika wokovu huwa wanakaa na ku, yani wanakuwa na wokovu kama, ndio mwimbaji mmoja wa nyimbo aliimbaga anaitwa Justo Onesimo aliimba kwamba wokovu wa kifafa yani, mtu mwezi mmoja kaokoka, mwezi wa pili hajaokoka, mwaka wa kwanza kaokolewa, anaishi kabisa kama watu waliookoka, lakini mwaka wa pili unaofuata amesharudia matapiko, ndio maandiko yanasema amefananishwa na nguruwe ambaye anarudia matapiko yake. Sasa katika kupoteza yato, yale ambayo mtu ameyatenda tunakwenda kujifunza baadhi ya watu kadhaa, wao sawa kuyapoteza, lakini utaona mfano walioyafanya. Sasa a, katika matendo ya mitume kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa ni Cornelio. Cornelio yeye alikuwa ni mtoaji sana, utaona katika matendo sura ya kumi matendo ya mitume sura ya kumi apa tusome tu ule mstari wa thelathini na moja matendo ya mitume sura ya kumi mstari sasa wa thelathini na moja maandiko yanasema akasema cornelio kuomba kwako kumisikiwa na sadaka zako zinakumbukwa mbele za mungu manake huyu alikuwa ni mwombaji alikuwa ni mtoaji wa sadaka sana manake mpaka mungu aliweza kuziona sadaka zake. Sasa unaweza kuwa ni mtoaji kama huyu, alafu baadaye ukaacha uokovu. Usifikiri kwamba sadaka zako Mungu atakwenda kuzikumbuka. Hata zikumbuka. Aye, mnakumbuka Samson? Samson alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na nguvu nyingi sana. Samson alifanya vitu vingi ambavyo mnakumbuka, mpaka na mchana simba lakini alipotokea kuingia katika uovu fulani, mpaka macho yake waliyang'oa. Sasa unaweza ukatenda vitu vingi alafu kaja ukapoteza ile nafasi yako uliokuwa nayo kwa kitu kidogo sana. Angalia kwenye Waamuzi, Waamuzi sura ya kumi na sita na ule mstari sasa wa ishirini na moja. Waamuzi ile sura ya kumi na sita na ule mstari sasa wa ishirini na moja. Hapa maandiko yanasema, Wafilisti wakamkamata wakamng'oa macho wakatelemka naye mpaka Gaza wakamfunga kwa vifungo vya shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Angalia Samson aliyekuwa na nguvu nyingi, hatimaye amekamatwa ameng'olewa macho, ameanza kuwa ni mtu wa kusaga ngano, wakati yeye mwanzo asingeweza kuguswa. Kwa nini? Mwanzo alikuwa katika haki mwanzo alifanya mambo ambayo sawa, alikuwa anatembea katika maelekezo ya kimungu, lakini baadaye alipochanganya masomo, akatoa siri za nguvu zake, alikamatwa akawa ni mtu wa kung'olewa macho tayari. Sasa katika haki aliyokuwa anatembea nayo ameshaipoteza, ile position yake, ile nafasi yake ameshaipoteza, na vilevile na vile. Kuna watu wengi ambao nakuta sasa, walikuwa ni watumishi wakubwa wa Mungu, wamefanya miujiza mikubwa, wamefanya ishara ambazo si za kawaida, lakini baadaye walirudi nyuma, hatimaye wakafa wale. Msifikiri kwamba wako mbinguni, hawawezi kuingia mbinguni, kwa sababu mtu unapokuwa ulikuwa tu ni mtakatifu ukawa kabisa unaishi katika mambo mema Eh, mfano kama mitume wanavyoona walivyokuwa nafanya miujiza mikubwa, mpaka Biblia ikasema, ukisoma kwenye Matendo ya Mitume, maana yake ni matendo yaliyofanywa na mitume. Walifanya ishara nyingi, walifufua wafu, wengine kina Petro, kivuli chao kikiwaangukia wagonjwa wagonjwa walikuwa wanapona. Watu walikuwa wa, wa, wanajikusanya wagonjwa, wanaenda tu kumwelekea Petro pale ambapo kivuli chake kipo, kikiwaelekea tu pale pale, magonjwa yao yalikuwa yanapona. Sasa hata kama ulikuwa na upako kiasi hicho ukawa umefanya mambo mengi ambayo tunaelezwa kwa ufupi katika Matendo ya Mitume ile sura ya tano na ule mstari wa kumi na mbili kwa mikono ya mitume Mungu alifanya ishara nyingi. Matendo ya Mitume sura ya tano na ule mstari sasa wa kumi na mbili maandiko yanasema na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, nao wote waliokuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Suleimani. Maanake kupitia mitume Mungu alifanya miujiza mingi, lakini pamoja kwamba Mungu alifanya miujiza mingi kupitia mitume, haimaanishi kwamba laiti kama wangeacha haki wakarudi kabisa katika uovu moja kwa moja, haimaanishi kwamba Mungu angeanza kuhesabu yale ambayo waliyafanya. Ndio maana maandiko alisema wengi watakuja kusema Bwana, hatukutoa pepo kwa jina lako? tulifanya unabii, tuliombea wagonjwa wakapona. Atawaambia tokeni, sikuwajua kamwe, ninyi mtendao maovu. Atawakataa. Kwa nini atawakataa? walipoteza haki yao. Angalia kwenye Mathayo Mathayo, sasa ile sura ya saba mstari wa ishirini na mbili mpaka mstari wa ishirini na tatu. Mathayo, sasa Mathayo mtakatifu ile sura ya, ya saba mstari wa ishirini na mbili mpaka wa ishirini na tatu maandiko yanasema mm. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako tukatoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi mm-hmm. Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua jua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu angalia. Hey Mungu unajua, Mungu siku ile, wakati mimi ni mchungaji, nilikwenda sehemu nikamwombea mgonjwa mmoja, alikuwa kabisa ni kilema, akatembea. Sasa Mungu sunaona nicho kifanya siku ile, unaona Mungu mimi nilijikana kabisa. Mungu anakwambia siku jui, toka hapa, cheo chako cha uchungaji, mimi hicho ni cheo chako tu, huko mbinguni hakuna vyeo. Baada ya kufa tu Mungu anaangalia mahesabu. Oh, Mungu unajua mimi nilikuwa ni mtume, nilitumika kweli kweli nilienda kule na huku nime, nime, nime, nime, nimefanya kazi yako na tabika sana. Wengi Mungu waliokoka wakakujua. Tunakumbuka Mungu watu wale mkutano ule wa Injili nilifanyaga siku ile kule watu waliokoka wengi mpaka nikasimamisha na mvua na kwambia hiyo mvua leo isimamisha ilikuwa ni mimi Mungu. Sasa wewe ulifanya uovu. Uliacha kile ambacho kuna kitendeni. Wengi watajitetea. O Mungu, nimetoa sana sadaka nyingi. Tena kazi yako Mungu nilikuwa naifanya kwa sadaka zangu. Nilitoa sana Mungu. Si unakumbuka mpaka kwenye benki nilikuwa na na hela fulani nikatoa zote. Mungu anakwambia pamoja na hizo fedha ambazo ulizitoa haukutunza utakatifu, haukuwa mwaminifu. Kwani hujasikia yeye ashindaye mpaka mwisho? Haujajifunza kwamba atakayevumilia hata mwisho. Haujajifunza kwamba uwe mwaminifu hata kufa. Nitakuvika taji ya, ya, ya, ya, ya, ya uzima. Uwe mwaminifu hata kufa, lakini haukuwa mwaminifu. Sawa, ndiyo ulikuwa mtu wa Mungu sawa, lakini haukuwa mwaminifu. Hapo ndipo yale yote sasa Mungu huwa atahesabu kama hasara, na kwako ndiyo itakuwa ni hasara. Wewe ndio maana tunawaambia kuna watu waga wanajidai, mtu kajichubua ngozi, amevaa wigi yake pale, anatembea na kavaa suruwale zake na nishaga waambia mtu yeyote nayevaa suruali mwanamke ana support ndoa za jinsia moja homosexual. O, o, o, homosexual. Kwa nini mabara ya Amerika kule wao walianza kufanya ndoa za jinsia moja, wakaanza kufanya mambo ya usagaji na ufiraji na ulawiti. Wanawake wanaoa wanaume wanaolewa, wana, wanafanyaji manayake uh, wanawake wanaoa wanawake wenzao halafu wanaume wanaolewa na wanaume wenzao, ndio kitu na kita ndoa za jinsia moja. Sasa huwaga lazima waanze kwa programu kupitia mavazi yao, manake wanawake waanze kuvaa kama wanaume. Sasa wameshakataa kuwa kama vile Mungu alivyowaumba, wanavaa suruali zao, halafu wanaume nao wanavaa sketi, yako mabara wanavaa. Sasa hiyo ni nini? ili tayari waanze kufanya hayo wanayoyafanya katika uovu wao sasa tayari watu wengi wameshavamiwa. Sasa wengi wanaanza visingizio, unajua kanisa letu sisi, mchungaji wetu yeye ameshatuambia hata kuvaa suruali haina shida, maana Mungu huangalia mwili. Huyo mchungaji ni mzinzi, maana Mungu anaangalia kote. Mungu anaangalia nje, Mungu anaangalia ndani. Mwili ukivika machukizo, Mungu anakukataa, anakwambia wewe hukuenenda vile ambavyo Mungu nilitaka. Sasa utakuta hao wanaovaga mawigi, kwa nini mnafikiri sio watu hao wanaovaga masudu wale kwa unafikiri wao hawajui kuomba. Mnafikiri kwa lugha hao wao waneni wanena sana kwa lugha. Roho Mtakatifu ndiye anayenena kwa lugha. Lakini baada ya kufa kwao, hiyo Roho Mtakatifu atawaacha. Unafika kwenye lango la mbinguni, tayari unaanza kuulizwa. Utoe mahesabu. Sasa angalia vizuri katika Ezekiel, Ezekiel sura ile ya 18 na ule mstari wa 24. Ezekieli, sasa ili sura ya kumi na nane na ule mstari wa ishirini na nne. Maandiko hapa yanasema, bali mwenye, mwenye haki atakapoghairi na kuiacha haki yake na kutenda uovu na kufanya machukizo yote, kama yale afanyayo mtu muovu, je, ataishi katika matendo yake yote ya haki aliyoyatenda halitakumbukwa hata mojawapo katika kosa lile alilolikosa, naam, katika dhambi yake aliyoitenda ya atakufa. Ehe, angalia sasa, sadaka ulizotoa hazitakumbukwa hata moja. Kwa nini? Kwa nini? Aliyekosa juu ya moja amekosa juu ya yote. Katika ile Yakobo, Yakobo ile sura ya pili sasa na ule mstari wa kumi, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja, amekosa juu ya yote. Kwa maana yeye aliyesema usizini, pia alisema usiue. Basi ijapokuwa hukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Sasa umeona? Ai, wewe hapo ambao unajifunza hili somo, huenda mpaka muda huu naongea haya, umeshapoteza zamani yale uliyoyatenda tayari Ulikuwa sawa, umejitahidi kukaa katika haki, lakini hatimaye umeanza kuacha kufanya yale ya kupasa kutendwa kwa mtoaji mwanzo. Sasa hivi sio hata mtoaji, umeshaacha ile haki. Ikitokea ukafa katika dhambi mbalimbali, yale yote uliyoyafanya, Mungu hata kumbuka hata moja. Anasema, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa, nam wapate kupumzika katika tabu zao, kwa kuwa matendo yao yanafuatana nao. Manake walikufa katika kushinda, lakini wengi wanakufa katika kushindwa. Wengi wanakufa katika uovu. Je, wewe hapo ulipo haujaacha haki yako kusasa? Huu ni wakati sasa wa kupiga kambi na kutafakari, tangu ulipoanza kumjua Mungu, tangu ulipoanza kumjua Yesu Kristo mpaka sasa hivi, haujaacha haki yako? Mwenye haki atakapoacha haki yake na kutenda maovu matendo yake ya haki aliyofanya halitakumbukwa hata moja. Huenda Mungu amesha sahau yale yote uliyoyafanya, sasa hivi unatarajiwa tu kwenda kuzimu, unatarajiwa kwenda motoni. Maana Mungu anasema hata kama ulifanya kitu gani, hata kiangalia yeye anaangalia. Sasa ndio maana wakasema, Mungu anaangalia mwisho, haangalii mwanzo. Hata kwenye mbio za riadha, kwenye mbio za marathoni, wanaokimbia zile mbio Huwaga watu hawangalii mwanzo. Kule kule mwanzo unaweza ukakimbia ukawapita wote, ukawapita wote, kumbe kuna raundi fulani, ile ya mwisho, ile ndo inaangaliwa. Je, huyu ameshinda au kashindwa? Huwezi kuanza kujitetea baadaye, wameshafika pale, wanaoshinda ukaanza oh, jamani mnajua tulipoanza kukimbia mimi niliwazidi wale wote nikakimbia kupita wenzangu wote nikawawakimbelembele kule mwanzo. Watakuambia hamna, ile ya kwanza haiangaliwi maidia. Kinachoangaliwa ni huku mwishoni, umemalizaje? Na uwezi kuongea oh, kwa kuwa sasa. Kumbe ushindi ni mwishoni, ngoja sasa hivi nianze kuwa muovu tu kama wovu wengine, alafu kule mwishoni ndo nianze kufanya haki. Ujue Mungu hata kupokea vile, vile, Mungu hawezi kupokea watu wanaofanya dhambi za makusudi. Imeandikwa katika katika ile Waebrania ile sura ya kumi ukianza okay, kule kwenye mstari wa ishirini na sita eh? kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya ile dhambi, bali kuna kuitizamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari kuwala wawapingao. Maonaje, Haikumpasa adhabu, haiku adhabu kubwa yule aliyedharau sheria ya Musa kwa pasipo huruma kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu, na maandiko pe ukishuka akasema, mche maonaje, haikumpasa adhabu kubwa yule aliyehesabu damu ya mwana wa Mungu kwa kitu cha ovyo na kumfanyia jeuri yule roho wa neema na ile damu aliyotakaswa kwayo akaifanya kwa kitu ovyo. Sasa kuna wengi huwa wanaanza kurudi katika uovu, maanake wanafanya dhambi za makusudi, unamsudibisha mwana wa Mungu mara ya pili msalabani sasa wengi wameshapoteza yale waliyoyafanya. Je, siyo wewe? Je, siyo wewe ambayo unisikia somo hili? na ikiwa upo unajua ushakapoteza yale uliyoyatenda, utakwenda mbele za Mungu peke yako, ukamwambie Bwana nisamehe, ukatubu toba ya muda mrefu mpaka utakaposikia amani imerudi kwenye moyo wako, kwa sababu wengi wanapoteza waliyoyafanya. Na wewe kama uko hapo, najua bado upo katika mstari, hujatoka nje ya mstari. Mwambie Mungu akupe neema, usiyapoteze uliyoyatenda. Na kama unaona kabisa kwamba unahitaji msaada wa kiungu, utanyoosha mikono yako juu, alafu tafatisha maneno haya ambayo unakwenda kuongea. Sema, Mungu Baba, neno hili umelituma kwangu, nimelisikia Bwana Yesu naomba nisaidie, nisiyapotezi niliyoyatenda. Bwana nakusihi, haya niliyojifunza yaweke ndani yangu, shetani sija kayaiba Bwana Yesu. Na kama kuna sehemu nilikuwa nishaanza kutaka kuyapoteza yale niliyoyatenda, Bwana Yesu nisamee. Bwana Yesu nisamee, Bwana Yesu ni unirehemu kwa damu yako iliyovuja Kalvari, na unipe uwezo wa kutembea katika kuto kuyapoteza yale niliyoyatenda. Baba nakusii, uniwezeshe, kwa nguvu zangu siwezi, ila kwa msaada wako nitatenda mambo makuu, jinsi ulivyomsaidia yeye asiyekuwa na nguvu, jinsi ulivyomsaidia yeye asiyekuwa na uwezo. Asante Bwana Yesu kwa kuwa umenisaidia sasa katika jina la Yesu Amen. Utanyamaza, nitaomba kwa ajili yako Baba, katika jina la Yesu Kristo. Bwana wewe ambaye ulituma neno nalo utuponye na, na kututoa katika maangamivu. Watu wako Bwana wamejifunza somo hili na kusii, Roho Mtakatifu Baba, uwawezeshe watu wako ili wasiapoteze walioyatenda. Roho Mtakatifu na kusii. Neno hili Baba, kalipige muhuri kwenye mioyo yao adui asilibe wala kulipoteza Baba katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru ni miomba Bwana, nakwenda kutende kuzidi kwa, kwa, kwa utukufu wako katika jina la Yesu, Amen.